kusimamia ukamilishaji wa bwalo lile ambalo okay, limebaki wiki kama mbili tatu tuweze kukamilisha kila kitu kama ambavyo mwanafunzi mmoja amesema kwamba ni bwalo la kidijitali yeah, like e, bwalo ambalo lina kila kitu, lina ofisi na huduma zingine zote, lakini See zaidi ya hapo, nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais yes, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha nyingi zaidi ya bilioni 4.4 ambapo sasa wanafunzi hawa wametoka katika kona mbalimbali, wakiwepo wale wa mahitaji maalum, hmm, ambao sasa imekuwa hii kero, sasa imetatuliwa kwa kiwango kikubwa sana, hmm, na mazingira haya kama ambavyo wanafunzi wameshuhudia kwamba upatikanaji wa huduma zote eh, majengo haya, maabara lakini pia upatikanaji wa fedha nyingi ambazo zinakuja hapa, na ndio maana huduma za vyakula na vitu vingine vinaendelea vizuri. Lakini mkurugenzi, ulijua tunakuja au ndio mambo yako tu kwenye? Hapana, nampenda sana mama yeah. Mama anaupiga mwingi sana yeah. Yeah. <laughs>